Kwa, maj... kwa jina anaitwa Kamishna Msaidizi wa Uhifadhi Ephraim Wanosisi Mwangomo, Hifadhi ya Taifa Nyerere. Ah, leo tumebahatika kuwa na kikao na wadau wetu wa utalii katika Hifadhi ya Taifa ya Nyerere. Kikao hiki kimekuwa muhimu kwa sababu tumeweza kuweka mikakati namna ambavyo tunaenda kuanza mwaka mpya wa wa, wa fedha ambao tumejipanga kuongeza mapato katika hifadhi yetu ya taifa hii ya Nyerere. Kwa hiyo, tumeshirikiana na wadau kuweka mikakati kuhakikisha tunaongeza huduma bora kwa wageni wetu. Tunahakikisha vile vivutio muhimu katika hifadhi yetu ya Nyerere vinafikika kipindi chote cha mwaka ili wale watakaoweza kutembelea hifadhi ya taifa ya Nyerere waweze kufurahia na ikibidi waweze kurudi tena kwa huduma nzuri ambazo watazipata. Kwa hiyo tumekumbushana pamoja na wadau umuhimu wa kuboresha miundombinu kuweza kuvifikia vivutio vyetu kwa kiwango kikubwa. Eh, kufunguka kwa eh, miundombinu hii na uwekezaji mkubwa huu uliofanywa na serikali ya awamu ya sita, kwa kiwango kikubwa watalii watakuwa wame wamepata kile ambacho walichokuwa wanakitarajia, kwa sababu mtalii kwanza anapofika mahali yale mapokezi yakiwa mazuri kama unavyoona yakiwa ma, mazuri kama huu uwanja wa ndege kama ili geti la, la, la Mtemere, mapokezi yakiwa mazuri, ni wazi kabisa huduma inayotolewa eh, ndani ya hifadhi hiyo itakuwa bora zaidi, barabara zitakuwa bora zaidi eh, wanyama wataonekana vizuri zaidi. Katika kikao chetu cha leo tumejadiliana pia ni maeneo gani ambapo wanyama wanaonekana kwa wingi zaidi ambapo miundombinu inazidi kwenda kuboresha kufikia vivutio hivyo, kwa sababu kivutio kikiwepo bila kufikika, kwa kweli mtalii hataridhika. Kwa hiyo tuta tumejadiliana, na kuanzia wiki ijayo hayo maeneo yataanza kuwekewa miundombinu na ili iweze kufikika kwa urahisi, na wageni wakitoka hapa waweze kuitangaza hifadhi yetu ya taifa ya Nyerere, waweze kuitangaza nchi yetu bora ya Tanzania, na waweze pia kurudi tena. Unapopata mgeni anayerudi mara ya pili, kama wanaorudi hapa Hifadhi ya Taifa ya Nyerere, ni dhahiri kuwa huduma aliyoipata awali ilikuwa ni bora, na huwa tunawaambia anayerudi mara ya pili, tunamwambia karibu nyumbani, welcome back home. Napenda kuipongeza serikali ya awamu hii ambaye, serikali ya Mama Samia tunaiita kwa kuupiga mwingi, wakishirikiana na TANAPA Yani Tanzania National Park kwao hapa, unaponiona niko ndani ya hifadhi na sipo kijijini. Yaani serikali ina upiga mwingi, TANAPA wanafanya vizuri wakishirikiana na viongozi wa Nyerere. Ina maana wanatutengenezea miundombinu rafiki ya wageni kufika katika hii hifadhi kwa ukaribu zaidi, kwa wepesi zaidi, ili kurahisisha mambo tuweze kupata idadi kubwa sana ya wageni. Kabla ya hapo, tulikuwa tunao wageni kwa kusuasua, lakini serikali imeamua kutatua hiyo kelo, wageni waweze kufika kwa wakati. Wanatujengea uwanja wa ndege mkubwa sana ndani ya hifadhi ya Nyerere, na ni utakuwa uwanja wa kwanza kwa ukubwa kwa upande huu wa kusini mwa hifadhi hizi za Tanzania. Kwa mantiki hiyo, kwa miundombinu hii inayofanyika ndani ya hifadhi kwa kutujengea uwanja, kututengenezea barabara, kuongeza picnic area, kuandaa viewpoint ndani ya hifadhi, tafsiri yake mgeni akija atatamani arudie tena, na atakapoondoka yeye ndiye anaenda kuwa balozi. Ina maana serikali pamoja na TANAPA wametupunguzia sisi jukumu la kuwa mabalozi wa kupambana zaidi jinsi gani tuwapate wageni kuja kuitembelea hifadhi hii.